Kwa niaba ya baraza la chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS, uongozi wa chuo na wanajumuiya wote wa chuo, ninayo furaha kuwakaribisheni nyote kwenye maadhimisho ya mahafali haya ya kumi na tisa ya chuo hiki kipekee kabisa. Natanguliza shukrani zangu za dhati kwako, mkuu wa chuo, kwa kuwa nasi siku ya leo na kukubali kuwatunukia shahada na stashahada mbalimbali wahitimu wetu. Aidha, napenda kuwakaribisha wazazi, walezi, ndugu, jamaa na marafiki na wa wahitimu, bila kuwasahau viongozi mbalimbali mbali wa serikali, mabalozi pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali mbali za kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, napenda kuanza kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa tena kuendeleza uongozi wa serikali ya awamu ya sita. Vilevile napenda kumpongeza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais katika kusukuma mbele ajenda za mageuzi ya kiuchumi, elimu na afya. Napenda pia kutoa pongeza dhati kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais na kupitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano kulitumikia taifa katika nafasi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi nyeti yenye mchango mkubwa katika kusimamia na kuratibu utekelezaji wa shughuli za serikali. Aidha, napenda kuishukuru serikali kwa kuendelea kuwekeza katika elimu ya juu, utafiti na ubunifu, maeneo muhimu kwa ustawi wa endelevu wa taifa hili. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, baraza la chuo limeendelea kusimamia dira ya maendeleo ya MUHAS kwa ukaribu kuhakikisha taasisi zinafuata misingi ya utawala bora, uwajibikaji, usawa wa kijinsia na matumizi ya teknolojia katika mifumo ya usimamizi wa taaluma, tafiti, fedha na rasilimali watu, sambamba na kanuni za serikali za uwazi na uadilifu katika taasisi za umma. Katika mwaka huu wa 2025 MUHAS imeendelea kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kutoa mafunzo ya afya kwa viwango vya kimataifa kupitia kuanzishwa kwa mitaala mipya kumi na nne ya shahada ya kwanza na ya uzamili. Mitaala hii imebuniwa mahususi kujibu mahitaji ya sasa ya kitaifa, kima na kimataifa katika sekta ya afya, ikilenga kuzalisha wataalamu wa afya wabobezi na wanaokidhi mahitaji ya soko la ajira la karne ya ishirini na moja. Programu mpya kumi na moja za uzamili na za ubobezi zilizoanzishwa zinatarajiwa kutoa wataalamu ubobezi watakaosaidia kutoa huduma za kibingwa nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa MUHAS wa kuunga jitihada za serikali katika kuimarisha huduma za afya za kibingwa na kuendeleza dhana ya utalii tiba nchini. Mheshimiwa mkuu wa chuo kwa kuwa hotuba yangu kwa kirefu inapatikana ukurasa wa 3 hadi 13 wa kijitabu maalum cha hotuba ambacho naamini kimegaliwa hapa, naomba ili kwa kuwa muda uniruhusu, niseme kwa muhtasari tu kuwa MUHAS imepiga hatua muhimu katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati inayotekelezwa kwa ushirikiano na serikali ya Jamhuri ya Muungano na washirika wa maendeleo. Miongoni mwa mafanikio makubwa zaidi ni uzinduzi wa awamu ya pili ya mradi wa kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa damu cha Afrika Mashariki, the East African Center of Excellence for Cardiovascular Sciences, uliofanyika tarehe 23 Mei 2025 katika kampasi ya Mlogazila ukiongozwa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda. Mradi huu unajumuisha ujenzi wa hospitali ya kisasa ya magonjwa ya moyo na mishipa damu katika kampasi ya Mloganzila yenye, yani, maabara, vifaa vya tiba vya kisasa na miundo mbinu ya kisayansi kwa ajili ya tiba, mafunzo na tafiti. Kituo hiki kinatarajiwa kuwa kitovu cha umahiri, center of excellence, cha kwanza kwa Afrika Mashariki katika sayansi za moyo na mishipa damu, kikitoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya kujenga uwezo wa kitaalamu na kuimarisha ubia wa kikanda na ubia wa kimataifa. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, sambamba na hilo serikali ya Jamhuri ya Tanzania muungano imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika sekta ya elimu ya juu kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi High Education for Economic Transformation, HEAT. Fedha za mradi huu ni mkopo wa wa riba nafuu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano kutoka Benki ya Dunia. Kupitia mradi huu eh, wa HIT MUHAS imepata tengeo la dola za Kimarekani milioni 45.5, sawa na takriban shilingi bilioni 120. Sehemu kubwa ya fedha hizi inatumika katika uendelezaji wa kampasi ya Mloganzila ikiwemo ujenzi wa ndaki ya tiba pamoja na kuanzishwa kwa kampasi mpya kabisa ya mkoani mko Kigoma. Mheshimiwa mkuu wa chuo, moja ya faida kubwa za mradi wa HIT kwa MUHAS ni upanuzi wa wigo wa udahili wa wanafunzi katika fani za afya unaotokana na ujenzi wa miundombinu mipya na ya kisasa kupitia mradi huu. Kwa sasa kutokana uhaba wa miundombinu, katika kila wanafunzi 31 wenye sifa kamili za kusoma MUHAS ni mwanafunzi mmoja tu ndiye anayepata nafasi. Nitoe mfano katika mwaka wa masomo 2025 2026, kati ya waombaji elfu thelathini na moja na 26 waliokuwa na sifa ni wanafunzi 986 tu, yaani asilimia tatu ya waombaji wenye sifa kamili ndio waliochaguliwa katika kozi mbalimbali za shahada za awali. Kupitia mradi wa HIT tutaongeza uwezo wa kudahili wanafunzi zaidi ya mara mbili. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, taasisi yako MUHAS imeendelea kuwa taasisi ya rejea katika utoaji wa ushauri wa ki, uh, kisera kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano na wadau wa maendeleo, hasa sekta za afya, elimu ya juu, tafiti na sayansi shirikishi. Mheshimiwa ya Mkuu wa Chuo, tafiti za MUHAS zimekuwa chachu ya mabadiliko sera na huduma za afya nchini. Matokeo yake yamechangia kuandaa miongozo ya kitaifa kuboresha huduma za afya na mama ya mama na mtoto, afya mazingira na sera za asilia. Kwa heshima ya hayati Ali Hassan Mwinyi, raisi wa pili wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mkuu wetu wa chuo wa kwanza, chuo kilifanya kongamano maalum la urithi wa hayati Mwinyi tarehe ishirini na nane Februari mwaka huu, ambapo ulizinduliwa rasmi mfuko wa maendeleo wa Ali Hassan Mwinyi wa Muhas, Ali Hassan Mwinyi Muhas Endowment Trust Fund. Mfuko huu una lengo la kudumu la kusaidia tafiti elimu ya afya na bunifu, ukiwa ni ishara ya heshima na uthamini wa mchango mkubwa wa hayati Mwinyi katika sekta ya afya E, na elimu yake nchini. Mheshimiwa mkuu wa chuo, pamoja na jitihada mbalimbali za kuboresha mapato ya ndani, chuo bado kinakabiliwa na changamoto ya kuto kuwepo kwa vyanzo vya mapato vinavyotosha kugharamia shughuli zake kwa kiwango cha juu bila kutegemea ruzuku kutoka serikalini. Mwaka huu baraza langu limeidhinisha rasmi kuanzishwa kwa kitengo cha uendeshaji uendelezaji biashara cha Muhas, Muhas Business Development Unit chini ya ofisi ya makamu mkuu wa chuo, tunalenga kupitia kitengo hiki kuimarisha ubia kati ya sekta ya umma na binafsi, kuendesha miradi ya kibiashara yenye tija na kuvutia wawekezaji watakaosaidia kujenga misingi imara ya kifedha na taasisi. Mheshimiwa mkuu wa chuo, napenda kumalizia hotuba yangu kwa kuwapongeza wahitimu wote wa leo kwa kufaulu masomo yao na kutuwezesha sisi sote kusherekea siku hii kipekee kabisa. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati na pongezi kwa maprofesa wahadhiri, pamoja na wafanyakazi wote wa chuo kwa michango yao iliyowezesha kupata wahitimu hawa. Pia natoa shukrani nyingi kwa uongozi na wafanyakazi wa hospitali ya Taifa Muhimbili, taasisi ya mifupa Muhimbili, taasisi ya saratani ya Ratania, Ocean Road, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Jeshi Lugalo hospitali ya CCBRT, hospitali za rufaa za Amana, Temeke na Mwananyamala, hospitali ya taifa ya afya akili Mirembe, hospitali na taasisi nyingine za afya na elimu ya juu zinazoshirikiana na chuo katika kuandaa wahitimu hawa na hatimaye kufanikisha siku hizi. Sijawasahau wazazi, walezi na wafadhili mbalimbali wa wahitimu wetu. Mchango wao vile vile tunautambua katika kuwafikisha wahitimu wetu hatua hii ya mafanikio ya mahafali. Kipekee kabisa napenda kutoa shukrani zangu eh, za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yetu mama ya elimu, mashirika ya ndani na nje ya nchi na watu binafsi kwa michango yao ambayo imewezesha chuo hiki kutekeleza majukumu yake katika nyanja za ufundishaji, utafiti na huduma kwa jamii. Sherehe ya leo ni uthibitisho dhahiri wa mchango wao mkubwa katika utekelezaji mzuri wa majukumu ya chuo. Mheshimiwa wa chuo. Wageni waliko, mabibi na mabwana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki MUHAS, Mungu ibariki Tanzania.